Habari Mawasiliano na Teknolojia ya Kidijitali William Kabogo amemshambulia aliyekuwa naibu wa Rais Rigathi Gachagua akimtuhumu kwa kukosa ajenda ya maendeleo na badala yake kuendeleza kile alichokitaja kama siasa za kisasi dhidi ya serikali ya Kenya Kwanza. Akizungumza kwenye mkutano katika shule ya msingi ya Kianwe, eneo la Ndia, kaunti ya Kirinyaga, Kabogo ambaye ni mshiriki wa karibu wa Rais Ruto amesema eneo la Mlima Kenya lime limepata manufaa makubwa chini ya utawala wa Kenya Kwanza na wataendelea kumuunga mkono Rais Ruto kwa muhula wa pili, ili kupata miradi hata zaidi <ties>

na giza giza hufukuzwa na mwangaza, tunaelewana? Yeah, yeah. Njaa inafukuzwa na pesa mfukoni, yeah, yeah. Sabako, yeah, yeah. Shua, na ndio sababu mheshimiwa rais anapeana nyota, pesa ya nyota yeah. Lazima tushikamane na tushikane kama watu wa hapa nyumbani ambao tunajiita watu wa Mlima. Sisi wale kutoka Meru, kutoka Embu, Tharakanigi, Kirinyaga, Nyeri, sisi wote ni mtu wa, ni watu wa moja. Umoja wetu ndio nguvu yetu, tusitawanyishwe hapa kwa mipaka, sijui lugha, sijui nini, tukatawanyika tushindwe kuangalia na kupima serikali kwa miradi yake.